Uh, kikosi kinaendelea vizuri, naendelea vizuri napozungumza, tumemaliza session yetu ya mwisho uh, um, uh, kila kitu mekiweka vizuri, wachezaji wote wako sawa. Tunachoshukuru na kuomba Mungu ni kwamba tuamke kesho salama tukiwa katika hali yetu hiyo hiyo ili tuweze kwenda kwenye mechi na hatimaye tumeweze kupata matokeo ambayo tunatarajia wote kama timu. Okay, na mchakato wa usajili ukoje mkuu um, wa utawala kwenye klabu ya okay, ya Singida Black Stars? Uh, kila kitu kinaenda vizuri Kilu, kila kitu kinaenda vizuri, na wale ambao mipango yoyote ambayo mwalimu ripoti aliyo acha mwalimu Kamonti na yeye tunaifanyia kazi. uh, tuna tuna tunashara kuangalia baadhi ya maingizo ya shara kuja, kama tunavyozungumza mtu kama Abdalla Hilsebu huyo kosa, lakini tukiangalia hata Abdul Malik naye anafanya kitu kizuri kwenye mechi iliyopita. Kwa hiyo tunaendelea tunaendelea kuifanyia kazi ripoti of the day, tutakuwa tumekamilika kama kama Okay, kuna taarifa za mchezaji Clatous Chota Chama kuhitajika na klabu ya soka ya Simba. taarifa hizo zikoje? Yeah, ni taarifa ambazo hata sisi tunaziona kwenye vyombo vya habari, lakini okay. Chama ni moja ya mchezaji ambaye tumesajili kulingana na target yetu na bado tuna mipango naye na target yetu tunaamini kabisa hatuwezi kuifikia kama mchezaji kama Chama ataondoka kwa hiyo Uh, yao yanayoendelea huko nje tunawancha kama yanavyoendelea, lakini sisi tunaendelea na mipango. Chama yuko nyumbani yae akipumzika, lakini uh, next week atajiunga na wenzie kambini kwa ajili ya mipango yetu mingine ya msimu ujao. Mkataba wa Clatous chota chama na Singida Black Stars umesaliwa muda gani? uh, muda hupo muda hupo mwingi tu, kama anavyozungumza wakati. Kuna vitu vingine anaweza nikavizungumza, lakini vingine vitabaki siri kati ya mwajiri na mwajiriwa, lakini likutoshe tu kusema chama ni mchezaji wetu, bado atakuwepo sana na kama kuna mtu anamtaka basi tusiongee uh, pembeni atoe. Ofisi yetu ipo, uh, afuate taratibu zinazotakiwa alete official offer ije mezani, tutaangalia. si tukiona inatulidhisha, si hatuna hiana. kama alivyoachwa watu wakaona hana kitu, tumemrudisha wameona ana kitu. Wako wachezaji wengi sokoni, tunaamini wameachwa, tunaamini ana vitu na wengine bado hawajaonekana Tanzania, lakini tunaamini kabisa kwamba kama watatupa nafasi ya kuja kuonyesha alichokuwa nacho wanaweza kawa na mchango mkubwa kwenye ligi yetu ya Tanzania hasa kuna, na, na, na timu yetu walisia, kwa ujumla. Kwa hiyo kiwalisia kwamba nyinyi Singida Black Stars mko radhi kumruhusu huyo Clatous Chama kwenda Simba? hatuja, hatuwezi na hatujawahi na hatutowahi hatu kuweza kumzuia mtu yoyote ambaye anataka kuona kuondoka kwenda mahali popote anapoona kabisa kuna kutaadi falu kwenye maisha yake as long as the technical bench wameridhia. Management imekaa imeangalia faida na hasara za kumruhusu mtu huyo kuondoka Ataondoka, hatuwezi kumzuia, kuko hatujui kwa kikwazo kwa jambo kwenye jambo lolote. Kuna taarifa pia kwamba mchezaji wenu maarufu Chama amegomea kwenda kwa mkopo kwenye klabu ya Young Africans, taarifa zikoje, mkuu wa utawala ya? Yeah, hali pia ni maneno tu yanazungumzwa nje, lakini kama kweli ataondoka kila kitu kitakuwa sawa. Hakuna mchezaji anaweza kuigomea, hatuwezi kumlazimisha mchezaji yeyote kuondoka kwa kwa mkopo. Ukiona mchezaji anaondoka, automatically tayari kuna mazungumzo kati ya klabu na klabu, klabu na mchezaji Mtisaji, yaye, goma, so, okay. Wasi, kudua, kwa hiyo hakuna mchezaji aliyegoma na hakuna mchezaji ambaye tunaweza akauzwa kama mbuzi wa shughuli ambaye anakamatwa Vingunguti bila kujua anaenda kuchinjiwa wapi. Kwa hiyo tunafanya mambo ya professional. Hakuna hakuna hizo habari za mchezaji yote kugoma. Damaro tayari ametambulishwa na Africans. Yeah, kama kuna ingizo jipya inakuja kwetu na sisi tutatangaza, na kama kuna mwingine ataondoka pia tutatangaza. Kwa hiyo so far Damaro kashatambulishwa, ina maana Damaro tayari kaondoka. Kwa hiyo kama kuna mtu hajatangazwa basi huyo mtu bado yupo. Kama ataondoka, basi atatangazwa kama alivyotangazwa watu wengine. Na mpango kutu kupokea wachezaji kutoka Young Africans kwa mkopo, upo mchezaji tunaye mhitaji hao, hata wao wanatoka timu yoyote, akitoka Azam, akitoka Simba, akitoka Yanga, kama yupo kwenye plani zetu, yupo kwenye ripoti ya mwalimu, yupo kwenye mahitaji ya target yetu msimu ujao, sisi tutampokea na tutamfuatilia hadi. hao wasio wa kusajili free agent, hao wa kumchukua kwa mkopo aw anapatikanaje kikubwa ni kwamba kama anaingia kwenye mipango yetu anaingia kwenye filosofi ya mwalimu anaingia kwenye targets yetu ya msimu ujao hatuangalia anatoka Yanga anatoka Mtibwa shuga anatoka Kagera shuga a ni mchezaji ndiye ambaye ana, anakidhi matakwa kanuni na taratibu za usajili wa Tanzania wanaotajwa ni Dumbia na Balakonte kuji kuja hapo Singida Black Stars kwa mkopo tunafurahi yeah, kuhusisha na wachezaji wakubwa wachezaji waliofanya mengi wachezaji ambao wanatoka kwenye klabu kubwa na sio hao tu, tutahusiana na wachezaji wengi, na si kama Singida, kwetu tunaona faraja na fahari kuona tunahusiana na wachezaji ambao wana viwango vizuri, wachezaji ambao wana CV zao. Kwa hiyo uh, uh, sio hao tu, sisi tunaona wengi, tunahusiana na wachezaji wengi, lakini end of the day uh, dirisha limefunguliwa jana. Kwa hiyo uh, tutakuja kwenda kutangaza nani ni wakwetu, nani sio wakwetu. So far Dumbia uh, na na huyo content wa wachezaji wa Dar es Salaam Africa, na hatuwezi kuzungumzia wachezaji ambao sio wakwetu. Once watakapokuwa wakwetu, tutakuwa tuko tayari kuzungumza jambo lote la mchezaji ambaye anatuhusu. Kwenye hili la Chama mnasubiri ofa? na ombi lenu kuambia Simba kama wanamhitaji waje mezani mfanye biashara? Sio chama tu, sio chama tu, tuna wachezaji wengi, mchezaji yoyote na si mara nyingi tunazungumza hata ile kwanza, kwenye technical si tumewekeza kwenye technical, tumewekeza kwa wachezaji. Ukiangalia so far mkocha mkuu yuko national team, anafanya vizuri national team, kocha wa viungo yuko national team, msoma video za wapinzani yuko national team, lakini timu iko Zanzibar, ina technical bench inafanya vizuri, inaendelea kucheza ligi. Kwa hiyo, mtu yoyote anayetakiwa wakati wowote, sisi hatuwezi kwa mtu yoyote, mtu yoyote atakwenda. Kwa hiyo Asi, akam, kwa, kama kuna mtu anamtaka mtu yoyote kwenye timu yetu, kikubwa ni kufanya kufata taratibu, alete taarifa rasmi kwenye klabu, aandike ofa yake ailete. Menejimenti ipo makini, itapitia na inapoona kwamba ina haja ya kumruhusu mchezaji yoyote, ataondoka. Na kama hakuna haja, tutamzuia mchezaji huyo asiondoke, kwa gharama yoyote atabacha. Lakini pia anahusishwa na, na kiungo wenu huyu mpya jina lake limentoka, nadhani anafanya vizuri sana ambaye mmefikiri mimi eh. Nimeona kuna, kuna mtu anaitwa Diomande eh, Diomande kuna, na nimeona naye kuna kuna taarifa za mtu kumtaka kum, kum, na anaingia kwenye kundi hili hili, kwamba mtu yote akimhitaji hakuna anayezuiwa. Hata akimhitaji mwibukano leo, ataondoka mwibukano, lakini Singida tabaki logo ya Singida itaendelea kubaki na atakuja watu wengine watapigania logo na itaendelea kubaki pale, pale pale ambapo management uh, wanahitaji kuona hiyo logo imekaa. Kwa Diomande na Chama, Simba wakiwahitaji wafike kwenu, biashara inafanyika. Sio hao tu, kwa maana kwamba tuna kuna gego pale, yuko national team sasa hivi, lakini ukiangalia kuna mtu anaitwa Emmanuel Goke yake eh, kuna mtu anaitwa Gede yupo, anafanya vizuri, lakini ukiangalia kwa kina, Rupia yupo, Rupia pale anafanya kazi, kuna kiungo anaitwa Morris Chuku anafanya vizuri, Kennedy Jimo yuko pale. Kwa hiyo kuna wachezaji wengi, kuna Andre Silva kule namba mbili, wanachowana yaani, tuna kila aina mchezaji ambao wanafanya vizuri. Kwa hiyo ni si wao wachezaji wawili tu, wataje yoyote ambayo klabu anatakiwa sisi kwenye project yetu hatuwezi kumzuia mchezaji as long as hiyo um, umefuata taratibu, wameleta ofa maalum, tumeipitia, tumeona faida na hasara za hiyo ofa, tutamruhusu mchezaji mtu yote aondoke. Na hata Metacha pia anahusishwa kwenda Simba, Metacha na hata Manchester, kuna Metacha. Lakini Metacha ni kipa namba moja wa Singida Black Stars, huko national team Nigeria Super Eagles. Kipa namba mbili wa Singida Black Stars huko Tanzania national team, wameifanyia makubwa nchi yetu juzi hapa. Kipa namba tatu Metacha, mbona nafasi mnata yuko kwenye timu na anafanya vizuri kwa mashindano ya mapinduzi. Kwa hiyo yoyote atakayetakiwa wakati wote, si tuko tayari kulipa kulipesi, na kila mchezaji ana mbadala wake wakati wote na siku yote na saa yote ile. Usisahau kusubscribe kwenye YouTube Mwandike Digital.